Hamisa bana alikutana na Diamond Platinum huko Dubai na hii ni moja kati ya stori kubwa sana ambayo watu wengi ambao waliweza kubahatika kuinasa, wakaamini kwamba inawezekana ni kweli Hamisa amekutana na Diamond Platinum. Anyway, wacha tumsikie kidogo alichozungumza kuhusu yeye kukutana na mzazi mwenzake Diamond Platinum. Nadhani ndoa ya Azizi tuzidi kuiombea eh, haya maswaibu madogo madogo huko mbeleni yasiweze kuibuka. Hamisa huyu hapa, hichi ndicho ambacho alikizungumza. First of all, kitu ambacho anatakiwa kujue, mimi na yeye ni mtu na mzazi mwanzake. Eh? Sisi ni wazazi, yani mtu na mzazi. Kwa hiyo I don't know why watu wanaweza kufanya waka make a big deal on the scale, but Hamisa kakutana, Hamisa na Diamond TV, na hivi ni kitu ambacho I think people should just get used to it kwa sababu ni, ni baba mtoto wangu na mimi ni mama wa mtoto wa kwake, lakini no, sijawahi kutana naye Dubai. Sijui watu wamepata wapi hizo stori ama wamefikiria kitu gani wenyewe. Lakini no, sijawahi kutana naye Dubai. Na hata kama nilikutana naye, I think it's for me and him to know, not for people. Mimi ni mtu ambaye sipendi sana kuongelea kuhusu baba watoto zangu kwa sababu ni kitu ambacho sitaki. Unajua, the, the internet stays The internet never forgets. So, sipendi kuongelea vitu vingi sana na concentrate on me as much, kwa sababu mwisho siku kwatoto huwa vitu viko I don't want that mm-hmm. Utamu upo hapa sasa. Sasa, hii ni moja kati ya big story ambayo ilisha kuwepo na imekuwepo, na story nyingi bado zinaendelea kuzungumziwa kwamba Hamisa inawezekana bado akaendelea kuwa na ukaribu na wazazi wenzake. Lakini swali kubwa ambalo wengi wanajiuliza ni kwamba, je, Azizi ki aliyemwoa ataweza kuhimili? Sasa leo nimekuletea hii big story ambayo nahitaji kushare na wewe. Nina imani kuna kitu kikubwa sana utakikapcha katika haya maneno machache ambayo Hamisa Mobeto amezungumza. Guys, I know unafahamu nini uchungu wa mke, jinsi ambavyo mke anauma mimi nina imani Aziziki amemuoa Hamisa Mobeto na akiwa anafahamu kabisa kwamba Hamisa tayari ni mama wa watoto, na ana mtoto na Diamond Platinum, na ana mtoto na Majizo. Sasa stori kubwa ambayo bado ipo, mashabiki wa Aziziki wamekuwa wakijiuliza maswali mengi sana kwamba je, Hamisa Mobeto ataendelea kukutana na wazazi wa hao watoto, ikiwepo Diamond Platinum, ikiwepo e, Majizo nini mwafaka wa penzi la zizikii sasa? Kitu kikubwa ambacho mimi leo nataka kushia na wewe ni hii story ambayo ilishakuwepo kwamba Hamisa mobeto kakutana na eh, Diamond platnam huko Dubai na Hamisa akakanusha. Sasa kwa eksperiensi yangu ndogo, kitu ambacho ninakiamini siku zote kwamba wazazi hata wakiachana, mawasiliano ni lazima tu yatakuwepo. Maybe mzazi mmoja afanye kosa kubwa ambalo haliwezi kusameheka, lakini pale ambapo mtoto atahitaji upendo wa baba, ni lazima tu baba yake atahusishwa. Pale ambapo mtoto atahitaji mahitaji ya mama ama upendo wa mama, ni lazima tu atawasiliana na mama yake mzazi. Sasa kitu kikubwa ambacho kipo kwa Ziziki, nahisi itakuwa ni, ni ngumu sana kwake kukubaliana na hichi ambacho kinaendelea, especially kama sisi wanaume tunavyojuana na sisi wanaume tulivyo, ni lazima tutataka tupashe. Of course kama ukimwona Hamisa ni mwanamke mzuri sana, ni mwanamke ambaye anavutia. Kwa hiyo hebu vuta picha tu kwa ndugu yetu Diamond alivyo Hamisa ameenda kwake, eti kampeleka nilani, aende akamuone nini ambacho kitatokea. Of course japokuwa kwa sasa hawana mahusiano mazuri na e, Diamond alishawahi kuzungumza mawili matatu, akafikishana mahakamani na vitu kama hivyo, kwa hiyo nadhani tunafahamu kwamba katika mazungumzo ya kimtoto ama mzazi na mzazi hayako vizuri kati ya Diamond Platinum na Hamisa Mobeto. Lakini, Hamisa kapambana, mtoto wake anamlea na vitu kama hivyo. Mambo mengine ni personal life, hatujui kwamba sasa hivi Diamond Platnumz anamhudumia mtoto wake ama vipi. Lakini kwa upande wa Majizo, big up to Majizo. Majizo na Hamisa Mobeto wako vizuri kabisa katika upande wa kumlea mtoto wao. Moja kati ya kitu ambacho Hamisa mwenyewe yuko proudly, ni jinsi ambavyo eh, Majizo anamhudumia mtoto wake, kwa hiyo kwa kwake kumhudumia mtoto is not a big deal. Jamaa anaparticipate anahudumia vilivyo mahitaji ya mtoto wake na kila kitu kinaenda poa. Sasa swali kubwa ni kwamba je, azizikia na uzungu huo kukubali kwamba e, majizo aweze kuenda kumuona mtoto sometime wa kukutana na mama, mama wa mtoto wazungumze mawili matatu, ama ni utaratibu gani unahisi utakuwa ni mzuri ambao watauweka, ili azizikia asipate pressure na akahisi kwamba Tanzania ni sehemu ambayo kuna maumivu makali sana kama ambavyo unafahamu mapenzi yanauma sana. Imagine wewe leo unaenda kumuoa mwanamke ambaye ana watoto watatu ama wanne, je, baba zao wapo hai watakavyokuwa wanawasiliana na watoto zao kupitia mama yao. Je, utakuwa unajisikiaje? Utakuwa una feel aje? Nina imani kabisa utakuwa una uchungu na e, unaumia na mwisho wa siku inawezekana ndoa ukaiona chungu sana. Hem, vuta picha tu, umemwoa mwanamke ambaye ana watoto wawili, alafu baba mtu anapiga simu saa sita za usiku, anasema nimemisi mtoto wangu, nahitaji kumsalimia my daughter is she fine, nahitaji nimsalimie, niongee naye, nimemisi sauti yake. Wakati huo huo, wewe umeolewa na upo na mwanaume ndani Unachukua maamuzi gani? utapokea simu ama e, utamtisha kidogo kwamba sihitaji simu za usiku, sihitaji uniharibi mahusiano yangu. Lakini vipi upande wa pili, aliyekuoa atavumilia? Ataweza kuvumilia? Kwa hiyo dosari kubwa mara nyingi kwa sisi wa watu weusi inakujaga hapo. Wanawake wengi wanakuwaga hawana tatizo, lakini kwa upande wa mtoto wa kiume mara nyingi inakuwaga ni shida sana pale ambapo E, mwanamke ame move on kamwacha jamaa na mwanamke anaendelea na maisha yake. Wanaume mara nyingi sisi tunakuaga na miayusho mingi sana sometimes. Tunajikuta tuna simu nyingi kwa mwanamke, wakati huo tushaachana, tume move on e, nahitaji niongee na mtoto, nahitaji nimuone video call mtoto, wakati huo mwanamke ameolewa na anaishi maisha mengine, maisha yake. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunatengeneza dosari ambazo mwisho wa siku zinageuka kuwa ni vurugu katika ndoa za watu. Anyway, mimi na imani sisi sote tunamuombea mema Azizi katika sehemu ambayo ameingia, katika sehemu ambayo amekubaliana na moyo wake tunaamini kwamba Hamisa hawezi kumfanyia vimbwanga. Kama akimfanyia vimbwanga basi atakuwa amempoteza kabisa katika duru la michezo bwana Aziziki. tunafahamu mapenzi yanavouma na jinsi ambavyo Aziziki anampenda Hamisa, kwa hiyo tunaamini kabisa Azizi ata lose na atapotea kabisa yaani, hmm, mapenzi, bana. Mapenzi, ya cheni tu aise. Ukiingilia mapenzi ya mtu unaonekana mchawi, lakini kama wewe ndo ungekuwa rafiki wa Aziziki leo hii Azizikii anahitaji ushauri, anahitaji amwoe Hamisa Mobeto, kitu cha kwanza ungemshauri nini? Ama ungempa ushauri gani? Mimi binafsi yangu ningesema Azizi chagua kile ambacho umeamua katika moyo wako. Je, wewe ungempa ushauri gani, Azizi Kii, pale ambapo anakwambia rafiki yangu ee, nahitaji nimwoe Hamisa Mobeto? See you next time, my name is Jimmy. Hii ni Bongo Star Media.